Ebana, mambo ni vipi? Mambo ni gani kutoka kipande chochote ambacho upo nao. E bana, story ambayo sasa hivi tuko nayo ni kuhusiana na msanii wa muziki wa Bongo Flava kutoka nchini Tanzania Rich Mavoko. E bana, ameweza kutoa maoni yake kuhusiana na sakata linaloendelea hivi karibuni kuhusiana na msanii Ibra e, na bosi wake Harmonize. Nikukumbushe tu kwamba siku chache msanii Ibra aliweza kutangaza kuwa anataka kutoka kwenye lebo yake e, chini ya changamoto ambazo anakumbana nazo e, na bosi wake ambaye ni Harmonize ambaye amemwambia kwamba alipe bilioni moja ili mradi sasa aweze kutoka pale Konde Gang, kulingana na changamoto ambazo Ibra hakuweza kuzitaja. So ni kwamba mapema hivi leo bana Rich Mavoko ameweza kusema kwamba wakati huu eh, ni muda wake msanii Ibra aweze kutuliza akili ili aweze eh, kufanya maamuzi sahihi. Niseme huu ni wakati mzuri, lakini pia ni wakati mbaya kwake, muhimu atulize akili ili aweze kufeel the pain ambayo anayo. So ni kwamba maneno hayo aliyosema Rich Mavoko, na kama inavyofahamika kwamba Rich Mavoko ni mmoja kati ya wasanii ambao washakuaga chini ya lebo ya WCB lakini baada ya kuweza kutoka tu WCB ni kama vile nyota yake haikuweza kuwa viral zaidi kama vile ambavyo, eh, msanii Harmonize alivyoweza kutoka pale WCB, lakini pia Roy Vani na mastaa kadhaa kama vile Mbosso na mastaa kadha wakadha so, kakwe, kama mdau wa burudani, uko mtaza na mtazamo gani kulingana na ujumbe ambao eh, moja kwa moja Rich Mavoko aliweza kusema ku, pale kwamba eh, asa hivi inabidi kwanza Ibra atulize akili, kipindi ambacho nataka kutoka Konde Gang kwa sababu huu ndo wakati mzuri, lakini pia huu ni wakati mbaya. Drop comment yako release you lilizu. Until next time, by the name just call me Askfaso this one Until next time. Bye bye.